Anaitwa Shegozi Michael Mabura mwenye umri wa miaka 21 alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha aa, Mzumbe e, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe 16 mwaka 2025 mwezi mwezi wa 9 majira saa tano yaani, tarehe 16 mwezi wa tisa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 ni Mawa Nyahera John na Edward Christopher Kayuni. Aidha alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo, au watumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chumi. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikii. Kwa hiyo mnamo tarehe ishirini na saba mwezi wa 9 mwaka elfu mbili na ishirini na tano aliwachukua askari wa polisi na kwenda nao katika kijiji cha Chalangwa eneo walilokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye webusta William Mwatebele ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha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 na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu. Lakini walipofikishwa pale ee, kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha kufariki dunia. Aidha, katika ufuatiliaji zaidi wa tukio hili mtumiwa mara nyahega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 Tumio Marwa Nyahega John alikupuka ghafla wakati gari likiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtumio huyo alipata jeraha kubwa kichwani, na kutokana na jeraha hilo, eh, askari pia waliweza tena kumkimbiza eh, katika hospitali ya rufaa ya Kandabea ili aweze kutibiwa, tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu basi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 kabla, wakati na baada ya kumteka nyara kumuua huyu binti ambaye anaitwa Shailozi Michael Mabula mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kabla hili tukio la kutekwa kwa kuteko nyala kwa huyu binti Shailozi Michael Mabula, ni kwamba hawa uh, watekaji walijaribu kufanya uh, tukio hili la kumteka binti mwingine ambaye anaitwa Ijmba pia natoka kwenye familia ya huyo daktari. Kwa hiyo binti yule, kwa wepesi aliopiga <laughs> kelele na watu waliojitokeza, hii gari iliondoka. Hiyo gari pia tumeifuatilia na tumeikamata, katika kuionyesha hapo mtaiona, na ile binti amekwishaitambua tayari kwamba ndio hii, kwa sababu alitupa description. Lakini pia tulipowapata watuhumiwa tulipo walieleza na hii gari, ni mmoja mmojawapo wa watuhumiwa ambao tumewakamata.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 Unajua kabisa kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kupitia askari wake mahiri watafanya uchunguzi wa kina, na kama tulivyokwisha sema kwamba mkono wa sheria lazima uwafikie, na ndivyo ulivyoweza kuwafikia na utaendelea kuwafikia wale wote waliohusika katika nyororo mzima wa tukio hili ambalo limesababisha taharuki na kuleta simanzi katika jamii ya yeah, jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya. Kweli ni uh, li tukio lilikuwa la kusikitisha na kufedheresha, tukio ambalo uh, haliwezi kaelezeka na kulimaliza, lakini baada ya kutokea hili tukio, moja kwa moja nilitoa taarifa kwa jeshi la polisi, polisi wakaanza kazi uh, wakapambana mpaka hapo wahalifu pengine wote pengine wasio wote, lakini mpaka asilimia kubwa, jeshi la polisi lilifanya kazi kubwa, lilifanya usiku na mchana kuanzia siku ya tukio mpaka hapo baadhi ya wahalifu kupatikana, wote wakatiwa nguvuni ili waende kwenye mikono ya kisheria. Jeshi letu limefanya kazi kubwa sana, akiwepo kamanda wa RPC mkoa na wasaidizi, na timu yote nzima ya upelelezi mkoa, wilaya na vijana wao, wanafanya kazi kubwa sana, walikuwa walali, wamepambana tangu siku ya, ya kwanza aonesha Paka ndipo kufanikiwa kwa muda mfupi wafanikiwa watia mfumo waalifu kiangalia zaidi. Uh, wao walikuwa wanahitaji kiasi cha pesa ambacho uh, lakini mimi nitoa taarifa haraka haraka polisi, na katika kuendelea na upelelezi uh, sikuweza kuitoa hiyo hela yote waliokuwa wanahitaji, lakini uh, ili muda jeshi letu siko macho na hawa wahalifu nao ni binadamu, ni akili kubwa, lakini sisi teknolojia katika majeshi yetu nadhani jambo ambalo linaongezewa zaidi atue na, na, na weledi pamoja na uthubutu wa kuwa na, na kubwa zaidi kwa ajili ya kumaliza. kwa kwa hiyo mimi nashukuru sana, narudi, nashukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa, wasaidizi wake wote wamefanya kazi kubwa, na vijana wao wamelala, wamekesha wakifanya hii kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu wengine tunaishi nao kwa hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa tuwabaini kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Kijana tamaa, ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katikati kwao. Sisi tunaishi nao, nao wengine sisi watoto wetu, wazazi wetu, wengine makazi zetu kwao, tuwe na sisi, ni walinzi. Jukumu la ulinzi ni mwananchi mwenyewe, kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake. Kwa hiyo tukiona dalili kama hizo tuweze kutoa taarifa kwenye tu sehemu kwenye vyombo vya